Nakumbuka mimi wakati nakuwa nilikuwaga nasikia hizi stories za mwanamke, unatakiwa utulie, usiwe mtu wa kutembea tembea na wanaume wengi, kwa sababu unatakiwa mume wako anapokuoa e, hata kama ni maskini ajikute anapata mali anapata baraka kupitia wewe mwanamke. Lakini mwanamke ukiwa muhuni muhuni, ukiwa una tabia mbaya, mwanaume akija kukuoa anajikuta, hata kama alikuwa ana mali, zile mali huwa zinaisha kwa sababu ya uhuni wa mwanamke Yaani hivyo ndio vitu nilikoga na visikia kwamba mwanamke lazima ujitahidi kujiweka sawa, ili mwanaume anapokuja kukuoa yeye afaidike, maisha yawe bora kupitia wewe mwanamke. Lakini jamani, mi nimekuja kugundua kuna wanaume wengi sana wanatu drain sisi wanawake, wanatunyonya. Yaani mwanaume anapunye. Especially wanaume ambao ni narcissist Yaani wananyonya, mwanaume anaingia kwenye maisha yako, mwanamke labda ulikuwa una kazi yako, ulikuwa una magepu ya kusafiri, ulikuwa una maisha mazuri, ulikuwa unafanya savings, mwanaume anaingia tu kwenye maisha yako anaanza kuwa narcissist, anakutreat vibaya kiasi kwamba anakunyonya, anakudrain, anakurudisha chini kabisa, anakurudisha kwenye umaskini, mpaka anakuja kukuacha, anakuacha ukiwa empty handed. Jamani, wanawake tuwe makini. Yaani tuwe makini kabisa, mtoto wa kike jisimamie. Hakuna siku mtu atakuja kukwambia kwamba eti mwanamke mwanaume atakudrain. Ni wewe mwenyewe kutumia akili yako kujua huyu mwanaume ananinyonya, utoke. Yaani ukigundua mwanaume anakunyonya kwa namna yoyote, baby girl, toka. Wanaume wenzetu huko Afrika, nchi zetu za Kiafrika, wanaume wanathaminika. Yaani sisi wanawake tunaonekana kama mavi, tunaonekana kama hatufai. Yaani ni mpaka we mwenyewe mwanamke uamue kutumia akili zako zote na uwezo ambao Mwenyezi Mungu amekupatia. Sisi Mwenyezi Mungu ametupa uwezo, baby girls, tuwe makini. Ukiona mwanaume anakunyonya kwa namna yote, una mwanaume, unaona wewe hamna kitu unachokifanya ufaidiki na hilo penzi, leave that love, muache huyo mpenzi, nenda.